Moja kwa moja tuanze kwa taarifa kuhusu usalama barabarani, ambapo huduma ya taifa ya polisi na halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA zimewaonya madereva dhidi ya kuchangia janga la kitaifa linaloweza kuepukika kupitia kuendesha magari wakiwa walevi, kuendesha kwa mwendo wa kasi na kutozingatia sheria wakati wa kipindi cha sikukuu. Wakiwa kwenye tamasha ya usalama barabarani jijini Nairobi, mashirika hayo yalisema kuwa taifa hili linapoteza maisha ya watu si kwa ajali pekee bali kutokana na ukosefu wa nidhamu barabarani. Mwanahabari wetu Gladys Mungai anatukunjulia darubini wikendi jioni hii ya leo. Huku msimu wa Krismasi ukianza, halmashauri ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani na huduma ya taifa ya polisi zimetoa tahadhari kali kwa watumiaji wa barabara kuwa waangalifu.

What you're supposed to do. Naibu afisa mkuu wa trafiki katika eneo la Nairobi, Rashid Ali, ambaye aliongea wakati wa hafla kuhusu usalama na tahadhari barabarani alisema idara hizo mbili ziko tayari kuweka vizuizi vya barabarani, kuyaondoa magari mabovu na kutekeleza sheria jinsi inavyostahili. Halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani na huduma ya taifa ya polisi pia zimetoa wito kwa wananchi kuripoti visa vya uendeshaji wa magari kiholela, huku zikisisitiza kwamba usalama barabarani ni jukumu la kila mmoja. Uh, for, for, for Halmashauri ya NTSA na huduma ya taifa kwa polisi zinashirikiana na sekta ya miziki na burudani kuongoza uhamasishaji wa umma kuhusu usalama barabarani ili kutoa jumbe za nidhamu na uwajibikaji barabarani.

Let's, let's uh, so so, zaidi ya watu elfu nne mia mbili wameaga dunia kutokana na ajali za barabarani mwaka huu.